Kwengineko, Rais William Ruto amesema serikali jumuishi imesaidia kumaliza siasa za migawanyiko na kuongeza kasi ya maendeleo ya kijamii na kiuchumi humu nchini. Akizungumza baada ya kuongoza uzinduzi wa miradi mbalimbali ya ujenzi wa nyumba za bei nafuu katika kaunti ya Kisumu, Rais alisema kwamba yanaonekana wazi matunda ya enzi mpya ya ushirikiano kati ya serikali ya Kenya Kwanza na kinara wa upinzani Raila Odinga. Rais kwa mara nyingine alikariri kujitolea kwa serikali yake kutekeleza kwa usawa wa maendeleo katika sehemu zote za taifa hili bila kutegemea ama bila ya kuangazia eh, masala ya kisiasa. Rais William Ruto leo alianzisha ziara yake ya eneo la Nyanza. Rais alianza kwa kukagua na kuzindua miradi ya maendeleo. Ni hapa ndipo kiongozi wa taifa alisema kwamba serikali itawekeza shilingi bilioni 3.2 kwenye mradi wa nyumba wa LV Marina unaotarajiwa kukamilika katika kipindi cha miezi 18. Tumekuja kufanya ground breaking ya nyumba ingine 880 katika uwanja huu ili sehemu hii yote ijengwe manyumba wananchi wa kwa slum wakuja waishi hapa mahali, kuna maji, kuna stima, kuna usafi, kuna dignity, ndio Kenya iweze kwenda mbele. Rais Ruto pia alipongeza serikali jumuishi ambayo alisema imetekeleza jukumu muhimu katika kufanikisha miradi muhimu ya maendeleo. Mimi nataka niwaambie wale watu wanasema ya kwamba watatuletea kisirani, na mimi nawaambia wasituletee kizirani. Sisi tunataka kuendelea na kazi bila break. Watu wa Kisumu, tunataka wale watuletee siasa mfululiza ama tuendelee na kazi bila break? Tuendelee na kazi bila break, tufanye affordable housing, vijana wapate ajira, turekebishe kilimo, wakulima wapate pesa, tuendelee na uvuvi. Tulisema endeleo ni sasa, na kama si sasa ni sasa hivi, sivyo? Hii ndiyo sababu tulifanya hii mkataba na, na chama ya bwana Ruto ODM na UDA, tukaweka kataba ili tuweze kufanya pamoja kwa manufaa ya watu wetu wote. Aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga aliyeandamana na rais alitoa ekari tano za ardhi huko Kisumu kwa ujenzi wa nyumba za gharama nafuu. Hii mambo ya affordable housing program ni mpango mzuri sana ya kimaendeleo. Maana yake, mnajua binadamu wako na haki tano muhimu zaidi. Kwanza ni haki ya kuishi, haki ya maisha, sio the right to life. Pili ni haki ya chakula. Rais aliongeza kwamba nyumba hizo 750 zitafaidi hasa watu wa kipato cha chini wakiwemo mama mboga na wahudumu wa bodaboda. Aidha, rais Ruto alifichua mpango ya kujenga nyumba 15000 za gharama nafuu katika kaunti ya Kisumu, huku 2400 tayari zikiendelea kujengwa. Halid Abdullahi, Darubini.